Hesabu basi hauna budi uweze kumaliza malizana naye kisha basi, ndipo twende kwa mzee huyu. Mzee huyu acha nimfungie asiweze kuondoka mali hapa. Basi, jinsi ambavyo nilisema, kijana mdogo, ulikuwa na nafasi ya kubadilika na kumjua Mungu na kukunyonga, jinsi ambavyo umekuwa mkinyonga watu na kukunyonga hivi tu kwa mkono yangu.

Alikuwa wapi? Hey. Sasa hapa ni vitu mzuri za kuuza za watoto vitu hey, vingine mingi sana hapa. Leo tuko pesa. Hapa ndani lakini hakuna haja ya kuonyesha sasa hivi, yeye ni siko hapa ndani baba siko tu hapa hapa, hizi ni pesa tuku, hizi pesa. Leo tuko pesa, hiyo ni shida. Bado hakuna mtu uniona mimi nilikuwa nimetekea tekea hata teke wewe, nikakuona pale, ukaona bado ulikuwa unakimbiza juu, lakini kaongojea nione alikuwa amekukimbiza yeni. Mmm, mmm uko hivyo. Kwa hivyo usiwe na shida yeni, tuko pamoja. hata <tokispo> kama kuna mtu <tokispo> anakukimbiza, anakuja, tutapambana naye. Mmm, waje, akuje, <tokispo> tuko hapa kwa hapa tu. Uko na uhakika, hakuna shida, eh ah, tutauza eh, ni ahidi mara kuna, usiwe na mashaka, tuko pamoja eh. Boa, aje akuje, tutapambana naye.

tuko <IX2> Ai. Ai. Mwanaume utavuta hivi, waje nikwambie. Mwanaume utavuta hivi leo, tumetavuta pesa hizi. Ni pesa tu, usiwe na shida.

Leo itabidi mubadilike na mkatafute Mungu. Ah, peleka kanisa yako na huko wewe Mwe We, watu wa kumtumikia Mungu. Kanisa lile huko tunajua kunyonga watu na kuuza vitu. Mzee wewe ni mtu mkubwa. Kwani hapa tuko kwa wewe kanisa? Wewe ni mtu mkubwa tuletee maneno nastahili kukua kwa boma lako na kulinda familia yako hakuna kitu kama hicho imenioanafanya uhalifu kanisa yako utapeleka huko uticha mapepo yako na huko. Mzee.

Hauna haya hata kidogo. Wazee wenzako wako kwenye boma zao, lakini wewe uko hapa unafanya uhalifu. Je, unaona kitu ambacho unafanya ni cha maana eh? Mbona msibadilike mkatafute Bwana Yesu Kristo aliye aliyewakufia msalabani. Eh, eh. Kwa nini amtaki kubadilika? Ni kwa nini mnaua watoto wachanga hmm? Hmm. <laughs> <laughs> Kwa nini huwezi badilika? Amejua eh. Siku zako za mwisho, usinge leo ubadilike kuja hapa, kuna mahali ya kutoroka mzee mkubwa lakini unafanya uhalifu, siku zako Eh. Na mungu mmoja, Mungu wa Israeli, Mungu aliyeumba bingu na dunia, Mungu anayestahili kuabudiwa na kuinuliwa. Ujinga ya kufanya uhalifu kwa watoto wasiokuwa na hatia itabidi mumekoma, ama la sivyo, yote siku ya leo mtahaga dunia.

Yeah. Uliotumwa na Mwenyezi Mungu ili kukomboa ulimwengu. Yeah. Vipi? Mbona watu hawa bado wanafanya uhalifu? Watu hawa hawafai hata kusamehewa. Watu hawa wamebeba viungo katika gunia hilo. Hicho ni kiungo kwa mtoto mdogo, mtoto mchanga asiye na hatia kabisa. Watu hawa hawafai hata kupewa kupewa muda wa kuishi, hawafai kupewa muda wowote wa kuishi. Watu hawa ni wahalifu. Mzee huyu hana adabu, amemaliza watoto, watoto wa watu amemaliza karibia watoto mia tatu katika kijiji chao. Mzee huyu hafai kuwekwa kabisa, hafai kuachiliwa aweze kufanya mambo mengi. Mzee huyu ni mtu wa kuangamizwa, mzee huyu yafaa kuangamizwa kabisa. Basi Bibilia linasema mtu yote anayeua kupitia upanga naye kifo chake anastahili kuwa na upanga. Yule ambaye anaua kupitia bunduki naye anastahili kuuawa kupitia bunduki. Yule ambaye anaua kupitia uchawi anastahili naye akufe kifo cha uchawi. Basi mzee, umefanya uhalifu. Wewe ndio umekuwa ukichukua vijana wadogo, ukiwaingiza kwenye biashara ya kuuza watoto, watoto wachanga, watoto wengine ni mayatima. Basi mko haja na hela wala sio roho ya binadamu, hamuna utu katwe. Hivyo basi, siku ya leo mtajua kuwa tuko na Mungu, Mungu wa Israeli. Basi e, utasema maneno yako ya mwisho, utasema maneno yako ya mwisho kwa sababu siku ya leo utajiunga na wale uliowaua. Siku ya leo, siku zako zitakuwa zimeisha hapa duniani. Utasema maneno zako za mwisho kabla wage kwa sababu hatuna muda wa kupoteza na wewe. Basi mtumishi, ndio njoo mali hapa, kuna kazi na mbayo wafaa kuifanya mara hii. Mtu huyu amefanya mengi, amefanya maovu, ametenda mengi mengi sana, ambayo sio hata ya kuhesabu. Basi hauna budi uweze kumaliza malizana naye, kisha basi. Ndipo twende kwa mzee huyu. Mzee, wacha nimfungie asiweze kuondoka mali hapa. Basi, jinsi ambavyo nilisema, kijana mdogo, ulikuwa na nafasi ya kubadilika na kumjua Mungu, lakini haukutumia nafasi wako vizuri. Basi utasema maneno yako ya mwisho. Haina haja, kwa sababu siku ya leo haina haja yeye kusema mambo ya mwisho. Itabidi. Haina aja yaeo kusema maneno yake ya mwisho, ya malize mtume. Itabidi huyu kijana kuwa akiri, sababu Mungu anasema hivi, yule anaua kwa upanga anauoa kupitia upanga. Huyu kijana itabidi uombe Mungu wako kwa kimoyo moyo, sababu unaenda kukufa siku ya leo. Omba Mungu wako kwa sababu unakufa. Ewo oh, mzee ah, wewe ah, siku zako ah, zimeisha sasa ah, wewe nakuua na kukunyonga jinsi ambavyo umekuwa mkinyonga watu na kukunyonga hivi tu kwa mkono yangu. Mm, mm, mimi nakunyonga kutumia nguvu Mungu aliyenipea. Hivyo ndivyo unakufa. Mm. basi umekufa, hivyo ndivyo umekuwa ukiua wengine, nami siku yako imefika. Henda henda ukaona wale uliowaua wasiokuwa na tia na hii mchezo ambayo umekuwa mkifanya. Nitahakikisha nimewatafuta wote wale waliojificha, nitahakikisha wale wengine wamejificha. Hii mchezo mtakoma. Basi, Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ndiyo mimi, nilikuja kukusaidia tu, ila kuna kazi mingi na ambayo ipo mbele yako wewe pamoja na mtumishi mwingine na ambaye mmekuwa mkisaidia naye, mna kazi kubwa, mna kazi ya kuokoa watoto karibia mia moja hamsini na saba watoto hao, wamewekwa kwenye mipaka. Hebu angalia jinsi ambavyo mtaweza kuokoa basi watoto hawa msikubali hata mmoja aje kuangamia, watoto hawa msikubali hata mmoja aweze kuangamia. Basi hawa, watoto hawa na watoto wachanga, watoto hawa ni watoto ambao hawajiwezi kabisa. Mkiwapata watoto hawa watoleeni dhabihu, watoto hawa watoleeni dhabihu, kwa maana kuna vitu na ambavyo vimewekwa ndani yao, waombeeni zaidi. Basi utamweleza ndugu Raf kama utapatana naye, mweleze ya kwamba kuna mtumishi na ambaye amekuja kusaidia. Mtumishi huyu hajakueleza jina lake, ila amekuja tu kukusaidia. Basi najua mimi naye tunajuana, ila yeye ndiye na ambaye hanijui kamwe, ila mweleze ya kwamba malaika wapo tayari kusimama naye, wapo tayari kumsaidia kwa njia yote ile. Mimi nimeondoka. Basi kabla uondoke, <coughs> nisikize, mtume Nimekusikiza, nitahakikisha wale watoto wote walio kwenye shida wamesaidiwa wote, sababu ni Mungu anaweza. Nawe nakuambia nawe una kazi kubwa la kufanya. Kuna mama wajane ambao wametekwa nyara, unastahili na wewe ukienda uhakikisha wale wamama wameokolewa. Wale wamama wana mabwana wale wamama wanateseka na matek wa nyara wanaenda kupelekwa kufanyiwa kafara, hivyo na kutuma, na wewe uhakikisha wa umesaidia wale wa mama. Shalom, shalom, mimi ondoka, njoo, sababu nina kazi ya kwenda inaona, wengine wanaangamia bahali. Kwa hivyo wasema, Shalom, shalom, shikilia mkono wangu, shalom, shalom. Leta salamu basi, wewe ndio mtumishi wa kwanza, nipa na mkono mkono na mbao, unafaa basi. Nashukuru Mtume ndio kwa kila jambo na ambalo unaenda kulifanya, asante. Nashukuru kwa kazi na ambayo umekuwa ukifanya, ila watu hawa mtu mhalifu afai kuishi kama shalom. Shalom, ubarikiwe, Mungu awe na wewe na ufanye kazi.